Hebu tueleze mtoto alitokea wapi mama? Mtoto ametokea mkoa wa Kilimanjaro. Mtoto ametokea mkoa wa Kilimanjaro. Eneo gani? Wilaya ya Sambu. Wilaya ya Sambu. Kwa nini ni Okay. Kwa hiyo umemleta hapa. Huyu mtoto hebu tueleze historia yake sasa. Matatizo yake yalianza wazi. Matatizo ya mtoto alianza. Huyu mtoto matatizo yake alianza kuanguka. Alianza kwa kuanguka. Eh. Yeah. Uh -huh kwenye maombi, mm -hmm. maombi akapata nafuu, apeleka kwenye maombi akapata nafuu eh, akaendelea na e, akaendelea uh -huh. na, na shule mm -hmm. alipofika darasa la saba, mm -hmm. akaingia mtihani, alipoingia mtihani ndio ule ugonjwa ukamwanza. Hapo ako tena ugonjwa umwanguka e, mpaka mm -hmm. ndio akaanza kukua mpaka mikuu miku, haina nguvu mpaka ya yeah, nani anatingishwa, anatingishwa, anatingishwa mpaka ana anasurai. Kinachomtingisha nini hasa kinapomtingisha? mimi naona ni huo ugonjwa huo huo. Na mimi niliona hiyo, ndio ulivyompeleka hospitali ukajua ana ugonjwa ana ugonjwa eh, kaambiwa wewe mpeleke mtoto kwenye maombi. Madaktari wakasema, baada ya vipimo na vipimo na vipimo, hakuna ugonjwa. Wakasema mchukue umpeleke kwenye maombi yeah. Wangapi wanasema mtoto huyu atapona leo? Wangapi wanasema tarudi kwa wakiwa salama mtoto huyu yaisama Yesu yuko hapa kwa ajili ya kupona yes. Rudia tena, Yesu yuko hapa leo kwa ajili ya kuponya. Rudia tena, Yesu yuko hapa kwa ajili ya kuponya. Mama, unamwamini Yesu anaweza kuponya mtoto wako leo? Hey, dakika hii saa hii dakika hii. Amen. Okay, kwa hiyo sasa, alivyoteseka akaanguka akaanguka, mpaka sasa hivi ni muda gani kiyo katika hali hii ya mateso makubwa? Hivi huyo ni gani? mwaka mmoja mwaka mmoja ano, kuno, ana huyo miaka ni si ngapi? ana miaka kumi na sita ana miaka kumi na sita oh. miaka kumi na sita angetakiwa ule vugani ya leo? Nani angetakiwa ule vugani ya elimu kwa sasa alitakiwa wewe darasa ngapi, au form ngapi sasa? <tuhu> alitakiwa wewe form 2. lakini matokeo yake alipokuwa anafanya mcaniwa darasa la saba, ndipo mashambulizi yaliongezeka, na mpaka sasa akazuiliwa, hajaweza kuendelea. Sasa umekuja siku salama, mama, leo ndio siku ambayo Mungu amekusudia kwa ajili ya familia, na sio leo tu na kesho natani na kuambie kama Mungu aishivyo wa waimagagao, mtoto huyo atarudi nyumbani kwa waki wa salama na atarudi nyumbani na akaendelee na shule kwa jina la Yesu alihapa. Mungu tunayemtumikia anaitwa Mungu mwenye wivu. Wivu wake uko kinyume na maadui wanaotutesa kwa sababu yeye alitufia, alimwaga damu yake ya thamani ili tupate ukombozi Ukombozi ni kukombolewa mbali na mateso, kama huyu mtoto anateseka sasa hivi. Ndio maana unaona huyo shetani aliyemshikilia anaendelea kupambana hapa, akijua moto unaenda kuwaka dakika mbili. Hapa anapambana kuangalia kama anaweza kuzuia, lakini hakuna anayeweza kumtuzuia Yesu. Yesu alitembea juu ya maji kwa uweza wa Roho, aliingia kaburini na akatoka siku ya tatu. Haleluya, haleluya! Kama mauti haikumzuia Yesu, pepo aliwezi kumzuia Yesu. Amen. ailio huyo. Sasa hiyo ndiyo nguvu ya ukombozi ya Kristo. Wala usipate shida, usipate shida. Yani anawekwa huru dakika hii, maana naona malaika wa Bwana yuko hapa dakika hii. Hakuna pepo linaweza kusimama mbele ya Yesu, hakuna mchawi anaweza kusimama mbele ya Yesu. Yesu alishinda mauti na kaburi ili awaweke huru Anafanyishwa kazi za aina mbili. Kazi hizi za aina mbili, kazi ya kwanza ni mtoto ambaye anapita kwenye milima kupanda na kushuka kwenye milima, kutafuta kuni, anakusanya kuni kwa ajili ya kupika huyu mtoto. Alafu usiku, naona anachukuliwa napelekwa kwenye mashamba yenye, yenye, yenye upana na marefu sana ya katani Ninaona na akizunguka, akizunguka, akilima, akifanya, akifanya, akifanya. Na asubuhi mkimwamsha, kuna sana lala, anapotea kabisa, anakuwa mnamwamsha lakini hayupo. Hapo mnakazana kumwamsha lakini haitiki wala haamki. Ulishajua hichi kitu mama, hichi e, kitu kinamtesa sana, na ni muda mrefu amekuwa akifanyishwa hizo kazi. Atumikishwa kuokota kuni, kukusanya kuni na kulimia mashamba ya mikonge. Unasemaje, Yesu anaweza au hawezi? Anaweza. Yesu anaweza au hawezi? Yesu na shetani ni nani zaidi? Sema Yesu ni zaidi, sema Yesu ni zaidi. Yesu, sema Yesu ni zaidi. Alikuwa anafanya vizuri darasani alikuwa na akili , lakini ghafla ikaanza kuzorota na kupotea. Alafu kuna kipindi aliondoka nyumbani akawa amepotea, akachelewa sana. Hamkamtafuta sana eti? ilikuwa ni wakati gani la tano, mkaja kumpata wapi mtoni? akawa nafan Ya mto. Wewe na nani? Mimi, na na, mimi na, kaka. Sasa, wakati ule alipopotea tangu kipindi kile, amekuwa na maruerue makubwa zaidi kuliko mwanzo kwa sababu nafsi yake ilipochukuliwa, huyu hili unajua, kuna kitu kinaitwa mtu ndani ya mtu, yaani wanaweza akamtoa mtu huyu hapa wakaweka kitu kingine ndani. Alafu hicho kitu kikawa kina ile roho iliyoko ndani, sasa inaanza kuonyesha tabia fulani fulani kama hizi anazoonyesha huyu, lakini yule mtoto akawa sio huyu. Na hata kuna wakati alikuwa akisahau vitu, hata ukimwambia kitu akumbuki kabisa. Yaani, ukimwambia kitu akumbuki kitu chochote, unachomwagiza hicho anaangusha sana, anachochote uh, unachomwambia akumbuki tena. Unakumbuka hiyo? Eh? Imetokea, imetokea. Oh, oh, anakuwa amepoteza kumbukumbu, anakuwa ameshasahau. Bwana asifiwe sana. fahamu Roho Mungu ananiambia hapa, usiharakishe, tulia. Bwana asifiwe sana, anza kufundisha neno, mimi nina kazi kufanya. Unajua ukishaona tatizo hilo limeisha Rudia tena nimeisha. Nimeisha. Rudia tena nimeisha. Nimeisha. Ndio, kwa hiyo alianza kupiga kelele. Alipokuja hapa anakuja na watu. Anakuja na watu hawa. Wanao tembea naye kwa namna kichawi kumlinda. Kwa sasa walifuona moto umewaka. Wanakamata, wanataka kuvutia nchi naye anapiga makelele. wanazivyo zananatani kueleza hivi, leo utaona mkono wa Mungu ukimkomboa huyu kama ulivyokomboa wana Waisraeli kutoka utumwani, naye ataenda kuwa huru kabisa kwa neema ya Kristo na familia yake itaenda kumtukuza Mungu huko oh, wow. kwao na watamwabudu Mungu aliye hai amen enei amen, amenikuwa amen, kufa, lakini hata kufa kwa jina la Yesu ali hai. Mamlaka ya jina la Yesu hapo, kuondoa kila roho inayomtesa mtu huyu. Watendaji wote naomba kwa pamoja, na mtu mmoja mandinge mkono hapo, naomba wakuja kushikana. Kumbe wewe sema, kwa jina la Yesu tunaamuru hiyo roho iondoke kwa jina la Yesu

Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rafiki, rafiki tunakutenga, tunakutenga na huyo bibi wa kichawi. Kwa jina la Yesu. Ninaona mwali wa moto unatokea hapo. Mwali wa moto, kwa jina la Yesu. Utoke hapo. Utoke hapo ulishikiliwa, kwa jina la Yesu.